Serikali haijalala, hilo ndo jambo jema la kwa serikali. Haijalala wale mabingwa wa kuelezea watu kuhusu matatizo wao wanaweza leo, wameona baada ya kina cha maji kupungua, baada ya mto kukauka, ndio wanalalamika leo, wale mabingwa wa kuelezea matatizo lakini serikali imeona some years back na imeanza kutafuta jawabu la kukabiliana na hali ya aina hii ikitokea, miaka kama mitatu iliyopita, kwa kujenga mradi mkubwa ambao utatoa jawabu mbadala inapotokea hali ya aina hii kwao tuwaambie, wale waliozoea kuelezea matatizo wanajibanza huko, wanafugwa huko nje, nchi za nje wanafugwa huko, hawafanyi jitihada zozote kuhusu nchi hii. Wao kazi yao ni kuorodhesha matatizo, kwamba serikali haijalala, pamoja na kwamba serikali ilikuwa na kazi kubwa ya kutekeleza mradi mkubwa ambao kwa kwa kwa kwa mtu yeyote mchumi angeweza kuwa na sababu ya kutosha kuto kutekeleza mradi mwingine, kwamba kama unatekeleza mradi wa trilioni 6.5 wa bwawa la Mwalimu Nyerere kwa fedha za ndani, hiyo ingeweza kuwa excuse kuacha kwanza kutekeleza miradi mingine. Lakini bado serikali kwa kutambua dharura za aina hii imetoa zaidi ya bilioni mia moja imeendelea kutekeleza mradi ambao si tu kwa ajili ya maji, utatekeleza, utafanya pia kazi ya masuala mengine ya kijamii: umeme, umwagiliaji, mifugo na kadhalika. Kazi hii imeenda sambamba pamoja na miradi ya kimikakati iliyokuwa ikitekelezwa.